Kwamba utakapoweza kubadili fikra zako kutoka kwa nini kitu hiki kinanitokea, kila kipindi unapitia matatizo au mambo magumu, unajua unakuwa kwenye msongo mkubwa wa mawazo na kujiuliza vitu vingi sana, maswali mengi sana kwa nini, kwa nini, kwa nini mimi, kwa nini hiki kinanitokea, kwa nini nimekuwa hivi, si ndio? Sasa, ukiweza kubadili ule mtazamo kwamba badala ya kujiuliza kwa nini hiki kinanitokea mimi, why is this happening to me? If you can replace it with what is this trying to teach me, kwamba hiki kini, hiki kitu kinachonitokea kinajaribu kunifundisha nini au ni somo gani napata kutoka kwenye kitu hiki. Basi ukiweza kubadili mfumo wa mawazo yako kwenda katika namna hiyo, kwamba kutoka kujiuliza tu kwa nini kinanitokea mimi, ukaamia kwenye hiki kitu kinaje au hili tatizo najaribu kunifundisha nini. Ukiweza kubadili najua nini kinatokea, everything shifts, kila kitu kinahama, kila kitu kinabadilika, yani picha zima linabadilika, kutoka unavyoona mchezo, kutoka tatizo lilo kutokea, kutoka aliye kusababishia ambaye ulikuwa unamchukia, unaanza kuona oh, okay. kwa hiyo kumbe kila kitu ni part of this plan, ilitakiwa kile kitu kitokee ili nitokee hapa au ili niwe hapa nilipo. Kwa nini? Kwa sababu results is the name of the game. Matokeo ndio jina la mchezo. Maana yake ni kwamba kila mtu yupo alipo, ikiwa ni matokeo ya vitu alivyovifanya mwanzo, jana, juzi au the past, wakati uliopita. Kwa hiyo tujaribu kujenga huu mfumo wa kuwa tunajiuliza kwamba kinachotutokea inamaanisha nini kwenye maisha yetu? Tatizo linalotokea linamaanisha nini kwenye maisha yetu? Tatizo linalotokea leo limekuja kukufundisha nini kwenye maisha yako kitu gani unataka ujifunze? Kitu gani unataka ubadilishe? Kitu gani, ili next time lisikutokee hilo, au lingine lenye kufanana na hilo, kwamba when you replace why is this happening to me with what is this trying to teach me, everything shifts. Trust me, take that, use it.